Chama cha Mapinduzi na serikali kwa pamoja limepata msiba mkubwa sana kutokana na kifo cha Mzee Songambele, ambaye historia inatuambia waziwazi mchango wake mkubwa katika mapambano ya uhuru wa nchi yetu. Alishiriki kikamilifu katika mapambano ya uhuru wa nchi yetu akiwa miongoni mwa waasisi wa chama cha tano, lakini mara baada ya uhuru wa nchi yetu alishiriki kikamilifu katika kuijenga upya Tanganyika na baadaye Tanzania ambayo ilikuwa changa sana. Alikuwa mmoja wa wakuu wa wilaya wa kwanza, lakini pia alikuwa, mkuu, alikuwa mkuu, mmoja wa wakuu wa mikoa wa kwanza katika nchi yetu ambao walifanya kazi ya kutukuka katika kuijenga nchi yetu, na kumbukumbu zinatuonyesha kwamba pamoja na kwamba alikuwa na utajiri kiasi chake, wakati wa uhuru ulipofanyika uamuzi wa kujenga nchi ya kijamaa, na alipofanyika maamuzi ya kutaifisha mali baadhi ya mali za watu matajiri waliokuwa nazo wakati huo, yeye alikuwa mmoja ambaye mali zake zilitaifishwa, lakini alishiriki kuunga mkono utaifishaji huo kwa maslahi ya umma, akiamini hiyo ilikuwa njia sahihi ya kujenga jamii ya watu walio sawa na huru. Tulipomwomba aandike kitabu kuhusu historia yake, aliamua kuandika na amefariki akiwa amemaliza kazi ya kuandika mpaka mwezi wa tatu. Jina la kitabu chake kilikuwa kinaitwa sana Swahiba wa Mwalimu Nyerere, Swahiba wa Mwalimu Nyerere, ambapo ndani ya kitabu hicho ameeleza mengi kuhusu harakati za uhuru na mahusiano yake na Baba wa Taifa yalivyokuwa mpaka Baba wa Taifa anapofariki. Ameeleza kwa kina, ameeleza mapenzi yake kwa Baba wa Taifa, lakini pia ameeleza uzalendo wake kwa nchi yake. Lakini miezi miwili iliyopita Nadhani alipata hisia kwamba atatimiza miaka mia moja, aliamua kubadili jina la kitabu hicho na akaamua jina la kitabu hicho sasa liitwe Safari ya Karne. Amefariki akiwa amefikisha karne moja. Niliombwa niandike libaji ya kitabu hicho na nilikubali. Nataka nitumie nafasi hii kuwahakikishia kwamba Chama cha Mapinduzi kitasimamia na kukidhamii kitabu hicho ili kitoke kwa wakati, wa Tanzania wapate kile ambacho wasingekipata kama mzee Songambele asingekubali kuandika. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana familia yake mzee Mustapha Songambele. Ni ni, ni ni ni mtu wa kujivunia kwa watu wa mkoa wa Ruvuma na Tanzania, nchi nzima inaongelea ujasiri wake na ushiriki wake katika maendeleo ya nchi yetu, ushiriki wake katika kupigania uhuru, lakini wote wanasema alitoka Ruvuma. Ni dhahiri kwamba kila mwana Ruvuma afanye kila lilo ndani ya uwezo wake, ili siku moja nchi iseme mtanzania huyu mzalendo alitoka Ruvuma. Kwa masikitiko makubwa na mioyo iliyojaa uzuni tumepokea taarifa ya kifo cha mzee wetu Mustapha Songambele, mmoja wa waasisi watano na mkuu wa mkoa wa kwanza katika mkoa wa Pwani ambao sasa ni Dar es Salaam, aliyoaga dunia tarehe moja Juni 2025 kwa ugonjwa Songambele hakuwa tu ni kiongozi bali alikuwa taa na mwelekeo katika giza la ukoloni, aliyesimama kidete kwa ujasiri, hekima na moyo wa kizalendo katika kujenga Tanzania mpya. Alisimama kwa haki, aliishi kwa utu na kahudumu kwa mapenzi mema kwa nchi yake, kupitia juhudi zake na viongozi wenzake wa wakati huo nahuona leo mwanga wa uhuru, umoja na amani uliodumu kwa zaidi ya nusu karne. Kama msemo wa Kiswahili unavyosema, mti mkubwa ukianguka msitu wote utetemeka. Hakika kifo chake ni pigo kwa familia yake tu, bali kwa taifa zima. Tumepoteza hazina ya busara na kumbukumbu hai ya historia yetu ya ta taifa letu na tutumie msiba huu kuendelea kuwa wamoja, sasa na hata baada ya maziko yake. Kwa niaba ya wanafamilia, tunaanza kuwashukuru nyinyi, ngazi ya serikali, ngazi ya chama, ngazi ya taasisi zetu za dini, na ngazi ya marafiki, na ngazi ya wanafamilia wote, tunaushiriki kwa namna moja au nyingine. Mzee wetu ametangulia, lakini haina maana kwamba yale mazuri ambayo alituachia

duni muendelee kutu kwa karibu na sisi, kwa sababu kuondoka kwa Alhaji haina maana kwamba ndio mtu tuba. Tunapenda kuendelea kuwa na nyinyi, kwayo aliyotamba wyo alikuwa anayefanya. Basi tuko pamoja inshallah.